Mchungaji wa ushirika na katibu wa wilaya hii ya Mbarizi, mchungaji po Mwapamba, mchungaji kutoka ushirika wa nsheha nshewa, nsheha na nshewa mara nyingi nachanganya. Kuna ushirika unaoitwa nshe, nsheha katika wilaya ya Mbarizi. Naam, tunashukuru sana. <laughs> lakini pia mtumishi wa Mungu mwa Mwambene, asante sana, pamoja na timu yako. Kipekee sana mtumishi wa Mungu ndugu yetu Gatuna, tunafurahi kuona katika ibada hii pamoja na familia yako, wachungaji wote mlioko hapa kutoka madhehebu mbalimbali, lakini waumini wenzangu wote mlioko hapa pia kutoka madhehebu mbalimbali ni wasalimu nyote katika jina na pendo la Kristo. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Tumsifu Yesu Kristo. Bilele, amina. Uhuru wa Yesu Bilele. Mungu awabariki sana. Mwanakondoo ameshinda tumfuate, mwanakondoo ameshinda tumfuate. Kwa niaba ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la kusini magharibi Nitoe shukrani za dhati sana kwa ajili ya huduma ambayo imeendelea katika ushirika huu. Asanteni sana nyote mlioitikia huduma hii, lakini asante sana mtumishi wa Mungu kwa kutoa muda wako kwa ajili ya neno la Mungu katika makutano hawa wote. Kanisa halijatosha, wengine wako hapo nje. Nilipoingia nimeshtuka kidogo kuona wingi wa watu. Mmekuwa na semina nyingi hapa Yeriko, lakini nadhani sijawahi kuhudhuria semina nyingi watu kama hii. Kwa hiyo asanteni sana uh, mchungaji pamoja na baraza la wazee kwa kuandaa semina, na pia asanteni mlioitikia kuzulia katika semina hii. Bwana Mungu awabariki sana. Nilikuwa safarini Zambia tangu siku ya Jumanne, kwa sababu kuna mambo fulani ya kikanisa yalitulazimu tuwepo kule, na kilichonirudisha ni, ni msiba tu wa ndugu yetu ambaye tulimzika mjumbe wa bodi na mwenye, mjumbe wa halmashauri ya fedha pia kama mwenyekiti wa bodi, nazguka kurudi ndugu yetu Renadi Mwasila ambaye tumemzika jana. Bila hivyo leo ndio ndikakuwa narudi ko. Pia nitoe pole kwa wapendwa wote. Huyu bwana tulikuwa naye hapa tunapoanza wilaya hii tulikuwa naye kuna. Mengi sana tushughulika tukasaidiana katika hatua nzima pia za kuweza kupata uwanja wa eneo la wilaya hii. Kwa hiyo iliniumiza, nilipopata hii taarifa. Labda ningekuwepo hapa ningehudhuria, lakini hata kuja kwangu leo, ukweli nimekuja kwa ya imetokea tu, na hata hivyo sintakaa kwa sababu kuna ratiba nyingine mbele yangu alivyoongea sana mchungaji asubuhi, nimelazimika kufika na kuacha mahali pengine wakiumia, nikasaba, basi nifike. Kumbe kweli kuna kuna jambo kubwa, pia watu wakiwa wengi, kuna jambo kubwa <laughs> Mungu Mungu awabariki. Simaanishi kwamba watu wakiwa wachache kuna jambo dogo, hata wakiwa wawili wanaweza kutenda jambo kubwa sana ya yeah. Siku moja nilikaa na watu kutoka nchi moja, wako watu saba, wana uwezo wa kutuma missionari wa kutosha, wengi zaidi ya kumi, kwa bajeti za bilioni moja point five, kwa mwaka kila missionari. Watu saba tu wanafanya hiyo kazi. Kwa hiyo hata kama tukiwa wengi ndio kunaweza kwa jambo kubwa, lakini pia kwa wachache kuna jambo kubwa maadamu Mungu yupo, na naamini Mungu yupo katikati yetu, na lipo jambo kubwa linatokea linatokea. Ongeleni sana kwa semina. Bila kupoteza muda, naomba ni chukue nafasi kufungua. Baada ya kuahirisha, baada ya kuahirisha nitaondoka. Kuna mtu ambaye alipata shida nisipoenda atasema ni kwa sababu ya mazingira yake, ni mtu duni sana. Nikisema duni mnanielewa eh. Alifiwa na mzazi wake, na lazima ukweli kwenda kumwona, kwa sababu nizungumza naye, sikujua kama kuna ratiba hii. Yuko ndani sana, naingia Mpata, nitaacha gari nitembee kwa mguu kwenda ukanda fulani wa ndani ndani sana. Ukiwa pale unaona mlima wa kwenda Chitosa na barabara ya pale juu lakini tunaingilia huku Mpata, mniwie razi, ningekuwa sijamwaidi, ningesema nakaa mpaka mwisho. Lakini hata yo mmoja aliye duni na thamani mbele za Mungu, naomba nikutakia kila heri, mtumishi wa Mungu, kwa safari na kwa huduma ambazo ziko mbele yako. Bwana akurinde awe nawe na. Katika yote tunayofanya mshike sana Kristo. Nimeomba sana watu wa Mungu, mimi ni mchungaji na sipendi sana <laughs> sipendi sana sifa ya yeah, kabisa niheshimu kama mchungaji, lakini usiniabudu wala kunitukuza. Yeah, Bwana wabariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, we ni Mungu, hutabadilika, sifa zako hazijawahi fifia hata siku moja, tangu misingi ya dunia. Tunakuja mbele zako, e Bwana, tumaini letu na msaada wetu, tukisema asante kwa ajili ya semina ambayo imefanyika katika madhabahu hii kwenye mlima huu. Umetenda mengi kupitia kinywa cha mtumishi wako. Tunakuomba mbegu iliyopandwa ukaikuze, e Roho Mtakatifu uliyeshuka kwa ajili ya kanisa, ukaikuze. Palipo na mapando yasiyofaa pakafishwe, ewe Bwana, kaikuze imbegu iliyo njema, izae matunda mema yenye, yani, kutita matokeo chanya kwenye ufalme wako uliotwandaliwa wanadamu. Ninakualika hata sasa napohitimisha na kuairisha, kwa maneno haya yapate kibali machoni pako, jitukuze ndani yetu, ewe Bwana. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Neno kutoka Injili ya Marko mtakatifu sura ya kwanza mstari wa kumi na nne na kumi na tano. Injili kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu sura ile ya kwanza mstari wa kumi na nne na kumi na tano. Injili kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu sura ya kwanza mstari wa kumi na nne na mstari wa kumi na tano. Nitasoma katika utatu mtakatifu. Hata baada ya Yohana kuitwa kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Haya ni maneno ambayo Yesu aliyasema hapa. Mstari wa kumi na nne unaeleza mazingira ambayo na utangulizi fulani. Yohana Mbatizaji alitangulia kutoa habari za ujio wa Kristo, na katika utangulizi wake aliongea kama cha msingi sana ambacho pia Yesu alianza nacho, aliongea habari ya toba kwa watu wote waliokusanyika, utangulizi wake na msingi wake ulikuwa ni toba. Kwa nini toba? Kwa sababu toba inamsogeza mtu mbele za Mungu. Toba inaandaa mazingira ambayo roho anaweza akaingia ndani. Toba inasafisha mazingira yaliyoharibika nafsi ya mtu na kumfanya atazamwe na Mungu katika sura ya neema ya kumpitia mwanao Yesu Kristo. Toba. Yohana Mbatizaji alianza na hilo kama mtangulizi wa Yesu Kristo, akaanza kuabiria watu tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni, tubuni. Mwanadamu bainecha ni mwenye dhambi, hajawahi kamilika hata siku moja. Hata unaye jioni umekamilika, ujakamilika, bado una dhambi. Tunahitaji kuwa na toba kila kuitwapo leo hata hapa nikifanya tathmini au fanya evaluation yako ya rohoni, tangu asubuhi mpaka jioni, utafakari mambo mazuri uliyoyawaza mbele za Mungu ni yepi. Utagundua kwamba kuna mengi yamechafua kabisa uwepo wa Mungu katikati ya nafsi yako. Toba inaponya. Yohana alianza na hilo, akaenda nalo kipindi chote akihubiri habari za toba, lakini Yesu Kristo amekuja wakati ametiwa gerezani Yohana kwa sababu ya ushuhuda uliomwema aliobeba kwa watu, kuambia watu habari za Kristo ujio wake, alitiwa gerezani katika kusema kweli ya Mungu akafungwa ndani. Yesu anaanza katika habari hiyo hiyo akawaambia, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, anasema tubuni na kuiamini Injili akaongeza kitenzi kingine baada ya toba, yaminini injili. Yaani, mkubali Yesu Kristo mleta habari njema, mpokee Yesu Kristo mleta habari njema, mtegemee yeye ambaye ana habari njema katika maisha yenu. Ana habari ya kubeba katika maisha haya na maisha baada haya, anamiliki maisha yako. Katika maandiko tunasema kwamba hakuna mtu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna fae twaishi kwa Bwana na tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukisha, tukifa sisi ni mali ya Bwana. Anasema tubuni na kuiamini injili. Huyu Yesu Kristo ambaye ni shahidi wa mambo yetu atatuhukumu siku ya mwisho. Anasema tubuni na kuiamini injili, mwaminini mwana wa Mungu, mwaminini Yesu Kristo, ambaye kwa majira haya tunaangalia mapito yake magumu kuelekea njia ya msalaba, njia isiyofaa yenye mateso yasiyoelezeka. Ni yeye anakualika uliyesikia kwenye semina hii, anakualika uliyepokea na kuweka rohoni. Anasema tubu, ukitubu mwamini yeye. Yeye ni njia, kweli na uzima. Ukimwamini yeye hutapotea, ukimwamini yeye hutafedheeka, ukimwamini hata ulimwengu kibeza unaheshima katika ikuru ya mbinguni, na naomba uitafute hiyo heshima katika ile amba ikulu ambayo inapita ikuru zote hapa duniani. Utapokelewa kama mfarme kwa njia ya kuiamini njiri. Ujumbe wangu kwenu nyote, mwwekeni Kristo katika mioyo yenu, gongeni kabisa hyo mihuri ya Roho Mtakatifu katika mioyo yenu mnapotembea mnaposari mnapoomba, mwambieni Kristo. Jengeni tumani lenu hapo, msitoke hapo, jengeni imani yenu hapo, msitoke hapo. Hajatwambia tubuni nakumwamini fulani amesema tubuni nakuamini injiri, na injiri ni yeye, si mwingine. Asante sana. Watu wa Mungu wanaubiri sana, wanafundisha sana, lakini zambi yetu kubwa imekuwa ni kujenga imani kwa watu. Bwana akuponye kiara kutule upone katika roho. Peleka imani yako kwa Mungu, peleka tumaini lako kwa Mungu. Yesu Kristo mbeba matakataka yetu, atabeba shida zako, atatembea nazo uwe huru. Kwa jina la Yesu, upone katika roho, upone katika mwili, ufunguliwe katika akili, roho yako iwe salama kipindi chote mazingira tulio nayo si mazuri, si mazuri na nawathibitishieni, miaka mitano ijayo mbele ni kugumu kuliko tunavyodhani. Tutaitafuta Injili kwa hudi na uvumba, itakuwa shida. Waliobeba kweli ya Mungu hataonekana. Naombeni, ni majira na wakati wa kumtegemea Kristo kwa asilimia zote mia bila kubabaika. Jenga msingi katika hilo. Bwana kurehemu, mbingu zikukumbuke, ufalme wa Mungu ungeenda ndani yako katika semina hii umpokee Kristo kwa bwana mkuu wa maisha yako. Ataondoka mkufunzi hapa, Yesu akae na wewe akutunze, Roho Mtakatifu akuongoze, palipo na giza pawe nuru mbele yako, palipo na mashimo pasawazishwe, uvuke kwa msaada wa Mungu. Tazama, nahitimisha kwa maneno haya, Matendo ya Mitume ishirini mstari ule wa 32 Matende ya mitume ishirini mstari wa saa na mbili nasabai, sasa naweka katika mikono ya mungu na kwa neno la nema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja wote waliotakaswa. Bwana awabariki. Sina mali pengine pakuwaweka, naweka katika mikono ya Mungu. Tunapohitimisha semina hii, mkae katika mikono ya Mungu. Yesu Kristo aye mchungaji wenu mwema. Muna wachungaji mnakotoka, lakini hawezi wakachunga kama Kristo atakavyowachunga. Muna viongozi mnakotoka, lakini hamwezi kuongozwa kama Roho Mtakatifu atakavyowaongoza. Muna watu wengi mnawategemea, lakini hakuna mtakaengine mtaka mtaka zaidi ya Mungu aliyekuumba. Baba awe faraja kwenu katika yote, naombeni tusimame fa

katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mfalme mwema, kimbilio, msaada wa karibu, Mungu mkuu, Mungu pekee yako wewe, ambaye hapana Mungu mwingine wa kufanana na wewe. Wewe ni Mungu wa pekee, hata kuwepo mwingine kama wewe. Bwana Yesu, tuna kila sababu ya kusema asante, e Mungu, kwa ajili ya saa hii na nyakati hizi, e Bwana, ambazo umetukubali watoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante e Bwana kwa ajili ya siku zote nane ambazo e Bwana umekuwa pamoja nasi kwenye semina hii na hatimaye siku ya leo e Bwana, mbele yetu amekuja mtumishi wako kwa ajili ya kuahilisha semina hii mahali hapa. Asante kwa ajili ya ujumbe uliouachilia kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya Bwana ya neno ambalo umelituma kwetu kupitia kinywa chake, kwamba tutubu maana ufalme wako umekaribia. Ni kweli Bwana, na ni hakika dunia mahali ilipofikia, tunahitaji msaada wako. Pek Hatuwezi, ndio maana tumekusanyika e Bwana, katikati ya kirima hiki siku zote nane ili tukutane na uwepo wako, ili tukutane na nguvu zako. Sante kwa ajili ya mtumishi wako Mwambene uliyemtumia kama chombo tu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu tunakuinua Bwana, tunakubariki wewe kwa ajili yake, maana yeye ya ya ametumika kama chombo tu. Ni wewe peke yako ulimpanda kama mwanapunda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hai Yesu, asante kwa ajili ya baba askofu uliyempa nafasi siku ya leo kwa ajili ya kuairisha semina mahali hapa. Ni kweli kabisa kama si mkono wako, e Bwana, singepata nafasi, kwa sababu ana ratiba nyingi, lakini asante kwa nafasi ya upendeleo uliotupa. e Bwana, amesimama mbele yetu machila haya. Yesu, tunamwachilia kwako, hata kwa ajili ya safari iliyo mbele yake. Wewe Mungu ukasimame katikati yake, katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali atakapokanyaga hatua zake, e Bwana, zilindwe na wewe. Mkono wako e Bwana, usimpungukie. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haya, sifa na utukufu Mungu ni vya kwako, katika damu ya Yesu nimeomba. Amen. Amen. Nami kwa mamlaka niliyopewa na Mungu nichukue nafasi hii kuahirisha semina hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tuketi. Naomba tuketi. Asante sana ba mchungaji Mwampamba, nakushukuru sana, Mungu akubariki sana kwa maandalio haya, na wanabaraza wote mbarikiwe sana, niwatakie kila heri. Ninaomba sana, ili juma tulianza kesho Jumatatu, wote mlioko hapa ni Wakristo, haijalishi natoka Roma, natoka wapi, ni Mkristo. Ni juma ambalo linahitaji sana kuwa karibu na Kristo muda wote, ninakuomba Yesu ameingia Yerusalemu kwa shangwe leo, katika nyakati hizo, naomba peleka furaha kwa watu maskini ambao unaishi nao, au wako nje ya maeneo yako <mulia>